Nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dr Samia Suluhu Hassan kwa ilivyompendeza akaona aniteue tena, kama alivyosema Injinia Priska Maundi naibu waziri, nije kuendelea kumsaidia kufanya majukumu haya ambayo yalinikabidhi ni yaanzishe kama wizara mpya yapata miaka minne iliyopita. Naamini ameniona na kuniamini tena, si kwa sababu yangu mi peke yangu, pia ni kielelezo cha ushirikiano mlionipa nyinyi wote mlioko humu, timu ya katibu mkuu, pamoja na wenzetu wengine ambao wako hapa, maafisa wa ustawi wa jamii kote nchini, maafisa maendeleo ya jamii kote nchini kwamba tukirudi tukashirikiana basi tunaweza tukawa bora zaidi katika kusukuma mambo ambayo tuliyaanza, na tumejifunza mengi, changamoto nyingi, mafanikio mengi pia tutakuwa bora zaidi. Kwa hiyo hii ni heshima ambayo sio yangu peke yangu, nairudisha kwenu. Tena nawapongeza na mm. nawashukuru na sana asanteni. Ni mshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuteua Naibu Waziri wa Maendeleo ya Jamii ambaye yuko mbele yenu hapa, amejitambulisha, Mheshimiwa Injinia Krista, karibu sana, jisikie huko nyumbani. Hapa ndiyo kitovu sasa cha sera za maendeleo ya jamii, na wizara hii ni ya kisekta, kila mlango yenyewe inagonga inafungua, kuomba mikakati ya kisera kwenye wizara hizo kwa ajili ya kuwapelekea wananchi. Sasa hawa ni mainjinia wa mindset. Nyinyi mlikuwa mnajenga maji huko na miundombinu hawa, na wenyewe wana, wenye, wana engineering. Fikra za wananchi zibadilike ili ziweze kuisoma serikali yao inaelekea wapi na kuipa ushirikiano. Mengi utayaona humu kwenye hizi taarifa. Tuna imani na ushirikiano wako na mchango wako katika kuendeleza majukumu ya wizara hii. Ndugu zangu, leo sisi tumeapishwa, ni ishara ya kuanza muhula wa kazi mpya kwa Serikali ya Awamu ya Sita kipindi chake cha pili. Mheshimiwa Rais tumesikiliza, tuliokuwa kule, ambao watu kuwa kule, tumefatilia kwenye TV, tumeona alichongea. Anataka maendeleo, anataka kazi na kazi kwa spidi, kazi ya matokeo, kazi ya viwango kazi isiyotaka kusema naendelea tumefikia hapa. Yani unaianzisha kazi hujapima ina vituo vingapi, wewe kila siku unaendeleaga tu, kusemi kwamba nimefika kituo cha ngapi sasa naelekea kukamilisha lini, hatakizabai. Ndugu zangu, niwahakikishie wizara hii kiongozwa na katibu mkuu wetu hapa, ina wataalamu wote wenye sifa zote na uwezo wote. Mimi nimeshuhudia, tumefanya hizi kazi kwa awamu ya kwanza, tunakwenda awamu ya pili tunachotakiwa sisi sasa ni kuwa na siku chache sana, katibu mkuu, za kutafakari sisi hapa tunatarajia nini, na nyinyi mtatuwezesha vipi hayo matarajio yafikiwe, na hiyo spidi tutakayoondoka nayo. Si tumeambiwa kule tuvae raba? Sitarajii mtu hapa ambaye halizooni. Yaani nimekuja kivingine kabisa, kwa sababu kama ni kujifunza kuhusu wizara, shajifunza naelewa, na watu nawafahamu. Tupeane ushirikiano utakaofanya hawa wananchi wa Tanzania hii milioni 60 wataendelea kutuelewa. Wametuelewa, wameielewa wizara, wataendelea kutuelewa. Awamu ya kwanza, katibu mkuu tulikuwa na vibe moja kubwa sana ya masuala ya ukatili wa kijinsia na kwa makundi maalum, lakini tulikuwa tunatengeneza sera na miongozo mbalimbali mbali, na mikakati ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi na masuala ya uchumi ndiyo yakiumba kule yanasababishaga ukatili tu, yani unaona tu dalili huku. Sasa huu sio wakati tena wa kutumia muda mwingi kukaa ofisini, tengeneza mwongozo unapotoa huu mpya, ule mwingine uliotoa awamu ya kwanza umeisha. Yaani wewe ni miongozo, tunatakiwa kwenda site.